Asante uh, ninaitwa Twaha Salimu Abdalla Mwaipaya. Mimi nilikuwa ni mratibu wa uhamasishaji wa baraza la CHADEMA Taifa, BAVICHA. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Uh, siku ya jana tulianza safari kutoka Dar es Salaam kuja kanda ya kati hususan uh, mkoa moro, wa Morogoro, kwenye operesheni yetu ya chama ya no reforms, no election. Tulianza safari yetu majira ya saa kumi na moja jioni, lakini uh, tulibahatika kufika uh, Morogoro majira ya saa tano tukapumzika. Na baada ya hapo alfajiri ya saa kumi na moja ya leo tulikuwa tunaanza safari kuelekea Ifakala o jimbo huko tulikuwa tunaelekea Ulanga kwenye mkutano wetu wa kwanza wa siku ya leo, lakini tulivyofika mataa ya mataa ya tumbaku hapa Morogoro, tulipata changamoto ya ajali, gari iligonga kizingiti cha kando ambayo iko katikati ya barabara na hakuna alama yoyote ambayo ilionyesha kama kuna kizingiti hicho na baadaye gari iliumba ikabilingika mara mbili ikaenda kugonga kwenye petro, uh, kwenye petro tanki ambayo ilikuwa imepaki kwa pembeni na gari kio cha mbele kimevunjika chote, lakini tunachoshukuru Mwenyezi Mungu, ile gari ni ya PA system ya muziki, kwa hiyo yale machuma ya muziki yalitusaidia sisi ambao tupo ndani gari sipate madhara zaidi. Kwa hiyo tulikuwa tupo watu wanne ndani ya gari uh, majeraha ambayo tumeyapata ni maumivu tu ambayo ndani kwa ndani hakuna mtu amemwaga sana damu. Uh, lakini tunachomshukuru mshukuru sana Mwenyezi Mungu ametuokoa. Mimi sijawe ku experience ajali ya, ya barabarani, kwa mara ya kwanza napata ajali ya, ya gari na nimeona namna gani imetokea na nikawasaidia wazangu, kwa sababu mimi nilikuwa nimekaa siti ya mbele. Madhara yamekuwa ni makubwa sana kwa maeneo ya mbele lakini baada ya hapo niliwatia moyo, nilikuwa nawauliza, mpaka wenzangu wakawa nauliza mbona ulikuwa natuuliza, nyinyi huko huko nyuma mpo salama? Nikauliza wenzangu nyuma, mpo salama, wakaniambia niko salama na nilikaanza ku, nilikaanza kumtoa mtu wa kwanza, na baada ya hapo tulipata msaada wa msafara wetu, kwa sababu ulikuwa hauko mbali, tulikuwa tumeongozana kwenye msafara. Kwa hiyo majeraha sio makubwa sana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa hivi tupo hapa na Nguji host, Memory Hospital, tunaendelea na matibabu, tayari tumeshapata vipimo ili kujua kama kuna kuna matatizo madhara makubwa ndani ya mwili, kwa sababu hatuna damu ambayo imetoka nje. Kwa hiyo tunasubiri majibu kutoka kwa daktari. Uh, mwisho kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu, na tulikuwa na makamu mwenyekiti wa CHADEMA taifa Mheshimiwa John Heche. Yeye baada ya kutuona na kuona kama hakuna madhara makubwa tulimruhusu aendelee na operation, aende kufanya mkutano wa kwanza wa siku ya leo, na sisi endapo madaktari wakisema tuko vizuri, afya zetu zinaturuhusu kuendelea na ziara basi tutaendelea na ziara kwa sababu tunachomshukuru Mungu afya na mwili uko salama. Kama Mwenyezi Mungu ametujalia, tutaendelea na ziara yetu ya no reforms no election, kuendelea kupeleka ujumbe kwa Watanzania. Ndani ya gari tulikuwa tupo wanne, tulikuwa tuko mimi ambaye ni kama mwongozaji mkuu wa gari hiyo ya PA system, tulikuwa na dereva, kulikuwa na mlinzi wetu wa chama mmoja, lakini pia tulikuwa na DJ. Lakini wote tunamshukuru Mungu, wanaendelea vizuri.